Maombi hayo yametolewa na shehe wa wilaya ya Chato Abdulrahman Abdallah wakati wa shughuli ya Iftari iliyoandaliwa na Mama Janet Magufuli, mke wa hayati Dr. Magufuli nyumbani kwake Chato. Pamoja na mkwamo huo tangu msikiti huu ulipowekewa jiwe la msingi na hayati Magufuli Disemba 18, 2019, Shehe Abdallah amesema jengo la msikiti limebadilika na kuwa gofu linaloficha uharifu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 hayati Magufuli yamefikisha miaka minne sasa, hatuoni mwendelezo wowote. no, no, lakini sisi kama familia tunamwomba mama Samia no, no, no. mtangulizi no, no, no. wake ndo alianza, basi tunaomba mama atumalizie, tuna imani na yeye e, kipekee pia niendelee tu kumshukuru mama Janeti ambaye pia ameendelea kumwenzi mume wake ambaye ametufanya, amewaita Waislamu leo hapa e, kwa ajili ya futuru hii lakini ndugu zangu waandishi, mimi niendelee tu kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ameendelea kutushika mkono sana sisi Wanachato. Aidha, familia ya Hayati Magufuli kupitia mpwa wake Venance Martine, wameonyesha utayari wa kushirikiana na waumini, serikali, pamoja na wadau katika kumalizia ujenzi wa msikiti huo. Sisi kama familia ya Dkt. John Magufuli tukisema kuhusiana na msikiti, lazima tuwe mstari wa mbele, kwa sababu kwanza kwa historia iliyopo, Dkt. Hayati John Pombe Magufuli alikuwa mdau mzuri sana wa mambo ya imani, kwa pande zote, dini zote, kwa namna yoyote ile, kuhakikisha msikiti unaendelezwa. Na sisi kama familia tuko tayari kuungana na wa Waislamu wote ili tuweze kupambana ili msikiti ule uweze mimi naweza nikamuita Hayati Dr. John Magufuli ni baba wa maendeleo. Alipenda kufanya kila ambalo lilikuwa zuri kuhakikisha kwamba linamgusa kila Mtanzania. Hapa ninaongelea, kuna msikiti ambao uliaidiwa na Hayati Dr. John Joseph Magufuli katika hii wilaya ya Chato ili aweze kuwasaidia Waislamu kwa namna ya kumtii Mungu katika swala la maombi na kula kuomba. Kwa hiyo nimesimama hapa kuhakikisha kwamba huo msikiti utahakikisha kwamba unakamilika kwa nguvu za Mwenyezi Mungu kupitia hiki kipindi cha kumbukumbu kumbu, kwa niaba ya kuyaenzi na kuyatekeleza yale yote aliyokuwa akiyataka. Nampongeza sana Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hasani kwa kuendelea kuwa bega kwa bega na familia na kwa kujituma kwake katika nchi yetu na kuyaendeleza yale yote aliyokuwa ameacha mtangulizi wake. Waumini wa Kiislamu wa Chato wana matumaini kwamba kwa, kwa msaada wa serikali na wadau wengine msikiti wa Al Huda wenye gharama zaidi ya shilingi bilioni moja nukta sita utakamilika na kuendelea kutumika kwa madhumuni ya ibada kama alivyokuwa amekusudia Hayati Magufuli. Kutoka Chato Geita, Emmanuel Ibrahim na hii ni Clouds TV.